Ni online TV. Kwa mwaka wa fedha wa ishirini ishiri na tatu ishirini ishiri na nne, halmashauri ya manispaa ya Kinondoni ilipata hati inayoridhisha hati safi kwa, ki, kwa hasibu tunasema ni unqualified opinion, ambayo ni neno gumu kidogo kwa Kiingereza kwa sababu Waingereza huwa wanasema qualified ndio kitu kizuri, lakini the opposite is true tukija kwenye uhasibu, kwamba unqualified ni hati ambayo ni safi wakati mwingine wazungu wanachanganyikiwa kidogo, hata wazungu wenyewe ambao lakini hawajasoma wasibu, ukimwambia unqualified anasema what is unqualified? Unqualified is a clean opinion, ni hati safi au hati sio na shaka, kwa hiyo ni hati safi. Kwa hiyo ni wapongeze kwa hatua hiyo. Hati hutolewa kwa kuzingatia matakwa ya kanuni mbalimbali na standard mbalimbali, ikiwa kuna standard za IPSAS kutengeneza vitabu vya hesabu kulingana na, na standard za kimataifa, na Tanzania tumeamua kupata standard ya IPSA za kuo ambayo tunaifanyia kazi. Kwa hiyo tunahakikisha na sisi wakati wa ukaguzi tunatumia standard zetu za kiukaguzi ISA kuhakikisha kwamba tunakagua kujua kwamba hizi hesabu zimetengenezwa vizuri. Kwa hiyo tulivyokagua tukakuta hesabu zimetengenezwa vizuri, basi tukatoa hati hati hati safi mbayo naona nakuwa nayo hapo imesainiwa kwa mkono wangu na taarifa zote za hati lazima nisaini mwenyewe, hiyo ni kwa mujibu wa katiba. Lakini ndugu zangu, ingawa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni imekuwa na mwendo mwenendo mzuri kama alivyosema, miaka yote minne, na mimi siwezi kusaini hati hati mbaya kwa manispaa ya Kinondoni tangia nimeingia nimeingia, uh, ni mwaka wa tano sasa naenda wa sita, sijai yes, kusaini hati ambayo Eh, ni mbaya au hati yenye mashaka. Siku zote imekuwa nikisaini hati safi, kwa hiyo ni wapongeze. Huu ni mwendelezo wa hizo hati, lakini bado halmashauri imekuwa ikipata hoja nyingi za kikaguzi ambazo nyingine zimekuwa zikijirudia mwaka hadi mwaka, hali inaashiria kuwa bado jitihada za makusudi zinatakiwa kuongeza, eh, ku, ku, ku, ku, kuongeza hatua mbalimbali ili kuhakikisha kwamba hoja hizo zinatekelezwa kikamilifu na zisijirudie, kwa sababu hatari yake ni kwamba Sikiendelea kujirudia, kuna siku mtapata hati ambayo ni mbaya, ni mbaya ni dalili kwamba tunakwenda tunaweza kupata hati mbaya. Mheshimiwa Songolo unamaliza kipindi chako cha miaka mitano, inshallah Mwenyezi Mungu akipenda, unaweza mitano tena unaweza ukarudi, lakini umeondoka vizuri ukiwa huna hati mbaya. Lakini sasa tusiende huko mwaka ujao tukakutana na hati mbaya, nadhani hatutegemea hatutaki hatu, hatu, hayo E, mathalan hadi kufikia tarehe 16 Juni, yani mwaka huu Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni ilikuwa na jumla ya hoja nane za miaka ya nyuma kabla 2023 2024 ambazo bado hazijatekelezwa kikamilifu. Aidha, jumla ya hoja 33 za mwaka wa 20, 2024 20, 20, 20, 20, 20, 20, ambazo bado hazijatekelezwa kikamilifu zipo nane, zipo 33 ambazo ziko katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Kwa hiyo wito wangu, nimhakikishe kwamba kwanza, amesema ni kuzuia hoja, muhimu zaidi ni kuweka mifumo ya udhibiti wa ndani kuzuia hoja, na hoja ikitokea basi tutekeleze mapendekezo ya CAG ili iweze kufungwa. Kuna wakati watu wanakuwa hawaelewi ukaguzi unafanyikaje? Tukishatoa hoja, sio kwamba kuna nafasi tena ya kusema kwamba mkurugenzi atakuja atasema hii ilikuwepo na sasa ifutwe. Hapana, tunachotaka mkurugenzi atakuja atasema nimetekelezaje. Tunataka hatua za utekelezaji. Kuna wakati mnasikiaga kwamba hizi hoja zimetolewa, lakini bado kuna majibu yataletwa, CAG atazifuta, CAG atafuta hoja wajibu la utekelezaji, na sio kwamba wakati anakagua hakupewa yani, wakati anakagua kuna majibu yalikuwepo lakini hakuyapata. Hiyo si si kweli. Tunakaa miezi mitatu, mkurugenzi, tunakaa miezi mitatu. Sisemi yo anasema, kwa wote tunakaa miezi mitatu mpaka minne hapa. Kama tunakuwa tunaongea na wakaguliwa, tunaomba eh uthibitisho. Kuna hoja tunatoa, tunajibizana mpaka nikiandika ripoti naenda kusoma kwa mheshimiwa rais, inakuwa kwamba hatujapata vielelezo vya kwamba hiyo hiyo hicho kielelezo kipo na tusiandike hoja. Tunaandika hoja baada ya kukosa vielelezo, na sasa hoja ile tukishaiandika, tunasema tunaomba tuone utatekelezaji hii hoja, na wala sio kwamba majibu ambayo sio ya utekelezaji. Ni majibu ambayo tunayapata tuna pale tunataka baada ya kuwa tumetoa hoja ni majibu ya utekelezaji kwa sababu tumekaa mizi yote hiyo, hatujapata hatujapata majibu, ndio maana tukaandika. Kuandiki kitu ambacho kina majibu pale pale majibu, ina maana hayakuwepo. Hilo naomba lieleweke vizuri. Lakini mheshimiwa meya, niliseme hilo, lakini pia niseme pia kwamba mwaka unaokuja mwaka wa fedha baada ya serikali kuingia madarakani, kwa sababu itaundwa serikali mpya, mabaraza madiwani wapya, na kila kitu kitakuwa kipya. Wakuu wa mikoa huenda wakawa wapya, na mheshimiwa mkuu wa mkoa na yeye anasema waajiri wake mwajiri wake anaweza na yeye akaamua vinginevyo, lakini mheshimiwa ataendelea kuwepo nadhani mheshimiwa. <laughs> Kwa hiyo tukishaunda haya mabaraza, nimeona kuna gepu fulani ya kutoelewa vizuri jinsi ya kushughulikia taarifa za CAG hasa katika mabaraza ya madiwani. Kwenye bunge nimefanya e, mafunzo mengi sana kuwasaidia wabunge, waheshimiwa wabunge kuelewa jinsi ya kuhoji, sababu hawa wataalam wanatakiwa wahojiwe vizuri, e, jinsi ya kuwahoji na jinsi ya kushughulikia na kuelewa ukaguzi unafanyikaje mpaka ripoti inakuja kutoka Toyo kwa hiyo, kwa upande wa bunge nimefanya mafunzo mengi sana. Mwaka ujao nitaanza kufanya mafunzo hayo hayo hayo kwa waheshimiwa madiwani na nitaanzia mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo, tuombe Mwenyezi Mungu, mkirejea basi, tutakutana katika mafunzo, tutakutana na mimi katika mafunzo au watu wangu katika mafunzo, ili muweze, tuanze vizuri mpaka ndani ya miaka mitano mkifika mwaka wa pili au wa tatu, mnakuwa mmeshaiva vizuri na kuweza kuhoji vizuri, ili tuweze kusimamia rasilimali za nchi, rasilimali za sisi wakazi wa Kinondoni, ili ziweze kutumika vizuri, kutuletea maendeleo, kujenga barabara, kuweka miundombinu ya maji taka na kila kitu. Mna dhima kubwa sana waheshimiwa madiwani ya kusimamia rasilimali hizi za wananchi. Kwa hiyo tutasaidiana ili tuweze kuona tunasimamiaje, ninavyohoji muone na nyinyi mtahoji vipi na kusimamia namna gani, ili mapendekezo ya CAG yaweze kutekelezwa. Nimalizie tu kwa kusema niungane na wenzangu Dr. Nguvila kusema kwamba hiki ni kikao cha mwisho kwenu waheshimiwa madiwani na sisi kama watendaji, mimi kama CAG nawatakia kila la heri kwa hayo mnayoendea, kwa maana ya uchaguzi. Mwenyezi Mungu ikimpendeza na ikiwapendeza na wajumbe kama alivyosema na ikitupendeza sisi wapiga kura, basi muweze kurudi tuungane tena kuendelea. Nashukuru sana, sante. Lakini kushukuru sana wewe pamoja na management yako yote ya halmashauri shukuru sana mkurugenzi, pamoja na wakuu wa idara wote mlioko hapa kwa kazi nzuri ambazo mmeendelea kuzifanya ndani ya halmashauri yetu, mnastahili kupongezwa. Lakini pia kwa dhati kabisa, nilitumia nafasi hii kushukuru sana wewe saikmea kwa namna ambavyo umeliongoza baraza hili kwa miaka mitano tena kwa weledi na kwa viwango. Nikushukuru wewe na madiwani wote kwa kazi nzuri ambazo wameendelea kuzifanya kama ambavyo mkuu wa wilaya alisema kwamba hili ni baraza ambalo wamekuja wageni wazito akiwemo CAG. Sio jambo la kawaida, mimi niko mkuu wa mkoa karibu mwaka wa sita huu, lakini hakuna kikao hata kimoja niliwahi kuambatana na CAG mwenyewe. Kwa hiyo kwa kuwa kwa uwepo wake, hebu tumpe maua yake. uona mwenyewe huwa kuna ladha yake, kwamba alisema mwenyewe anasema, wamesema lakini akisema yeye anasema, alitamka mwenyewe hilo linaongeza ukubwa na linaongeza uzito sana. Lakini pia ni shukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya, wewe pamoja na dasi kwa kazi pia nzuri ambazo mnaendelea kuunganisha mnyororo wa serikali kuu na serikali za mitaa. Nafikiri tunafahamu kwamba local government na central government ni serikali ambazo zina uhusiano makubwa sana na kwa bahati nzuri sana hapa ndipo pale una, uta, utaona kuna fusion kati ya serikali kuu na serikali za mitaa. Hiyo fusion halisi unaanza kuja kuiona vizuri kwenye upande unapoingia kwenye halmashauri za wilaya au unapoingia wilayani, unaanza kuona sana majukumu ya mkuu wa wilaya na majukumu ya ya na majukumu ya halmashauri. Lakini uzuri pia halmashauri yenu au wilaya hii ina mkuu wa wilaya ambaye pia alishawahi kupita kuwa mkuu wa mkurugenzi maanisha hii pia kuwa mkuu wa idara. Kwa hiyo anafahamu mambo mengi. Sisi kama manispaa Kinondoni kupitia idara ya uchumi tulisema kwamba tuweke namna ambayo ya kufanya capacity building, sio tu kuwatumisha manispaa Kinondoni lakini hata pia kwa waheshimia madiwani, kwamba tunajipanga katika baraza letu lijalo, baada ya kuwa tulimeanza, Mungu akitujalia, tukifanikiwa kuwepo, kuasha kwamba hii capacity building katika masuala ya kujifunza sio tu kwa management lakini hata kwa wajumbe wa kamati ya fedha na chama diwani, ili sasa tunapokuja halmashauri katika kujadiliana wote kwa pamoja, tunaelewa pamoja nini tunakwenda na ni mwelekeo wa manispaa yetu unatakiwa iende ye. Lakini vile vile, mheshimiwa mwenyekiti, nikushukuru sana katika masuala ya bodi na imani kwamba haya yote ambayo umeyasema yatabeba, sasa itakuwa ni chachu ya kwenda kujadili kujadiliana vizuri kwa pamoja katika baraza la, lakini pia nimshukuru sana mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali mzee wangu mzee Kichere, namna gani ofisi yako sasa itaenda kuwekeza katika training kwa waheshimiwa madiwani, namna gani ya kuchambua na kuchambua hoja hizi ambazo zinawasilishwa kwetu. Kwa hiyo pia ni chachu na ni, na ni, itakuwa ni jambo zuri sana na jema sana kwetu, ili sasa tunapokuja kujadili pia tuwe na uelewa pamoja, kuona namna gani pia tunaijenga halmashauri ya manispaa ya Kinondoni iwe na halmashauri bora ambaye tutaweza kufanya kazi zake kwa ufanisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni hayo ni kushukuru sana. Anishukuru, na nishukuru na michango ya wajumbe na nikuahidi kwamba tunaenda kufanyia kazi kwa pamoja sana sana. Na kwa kuwa hili ni baraza la mwisho linalopitia ripoti ya CAG, hatutakuwa na baraza jingine. Tumefika hapa tulipofika ni kwa sababu tumekuwa na team spirit tumefanya kazi tukiwa wamoja. Unapotukuta kwenye vikao vyetu, umezungumza hapa, madiwani wa Kinondoni inawezekana wasiwe sawa na madiwani wa wilaya nyingine huko mkoa wako, watu wenye elimu zao, wenye taaluma zao mbalimbali mbali, na wengine waliojaliwa vipaji mbalimbali mbali na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunapokutana hapa tunajadili imekuwa wakati mwingine unaweza ukaiona kamati ya fedha inazungumza kama vile ni CMT. Kwa nini? Kwa sababu ya uwezo huo walio nao, lakini kwa kuwa tunafanya kazi kama timu moja, wenzetu wa CMT wamekuwa wepesi pia kushauriana na sisi na kupokea yale ambayo sisi tunayatoa kwa manufaa ya halmashauri yetu, na ndio maana tuko hivi. Kwa hiyo hapa tuko pamoja, tumefanya kazi vizuri na ninamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunakwenda kumaliza baraza hili tukiwa na umoja na tutaendelea kukumbukana, ninahakika. Kwa hiyo kupitia hawa waliofika, najua tutavunja baraza letu, Mungu akipenda, tarehe ishirini, kama mheshimiwa wa waziri alivyoagiza wa. Lakini wako wengine hapa, inawezekana wakawa leo ndo wa tunaonana ama tunaagana kwa mara ya mwisho wengine mimi nikiwa mea na wengine wakiwa madiwani. Na wewe umekusha sema, na mimi huwa naamini, na kwa sababu wewe ni political scientist, kwamba inawezekana asilimia sitini wasirudi, inawezekana wakarudi arobaini. Hata bungeni, hata bungeni ni hivyo hivyo. Kwa hiyo, kwa wale ambao hatutaonana sisi, kama tutakuwa tuko nje